Sheria ni mpango wa wanadamu kutaka kuvuka eneo fulani kwa salama. Yani, sheria kazi yake, lengo lake ilikuwa kutuongezea ufanisi, kutuongezea marafiki, kutuongezea watu wa kutubariki, kutuongezea watu wa kutuombea mema, lakini sisi sicho sheria. Yani, Tun tunapotumia neno kwa mujibu wa sheria ni imemkomoa nani, imemuumiza ime nani imemdhuru nani, imeongeza maadui kiasi gani kwenye maisha yangu? za mbinguni miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu, leo tunaendelea. Mwenye wizara anasema kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church na sio Glory of Christ Tanzania Church. Eh, sakata hili la kufungwa kwa kanisa la Askofu Gwajima na kilichoendelea. Acha niwasilishe kila ambacho inaweza ikawa hivyo ndivyo aonavyo awazavyo Mungu Moja Nianze kusema eh, sisi namna tunavyotumia sheria tunaitumia kianalogi. Yani sisi ni za, zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita ndivyo sheria ilivyopaswa kutumiwa, tena na wenyewe waliitumia kwa ubora sheria ni mpango wa wanadamu kutaka kuvuka eneo fulani kwa salama. Yani, sheria kazi yake lengo lake ilikuwa kutuongezea ufanisi, kutuongezea marafiki, kutuongezea watu wa kutubariki, kutuongezea watu wa kutuombea mema, lakini sisi sicho sheria tun, yani tunapotumia neno kwa mujibu wa sheria ni imemkomoa nani? imemuumiza nani? imemdhuru nani? imeongeza maadui kiasi gani kwenye maisha yangu? Yani tunachokifanya ni ni zaidi ya wanyama wa porini. Ni kusii yoyote, unayesimamia sheria popote, kwa namna yoyote, nikwambie tunavyoitumia sheria sisi yaani ni, ni hovyo sisi. Hiyo sio sawa, sio sawa. Naongea kwa ajili yako mwenyewe, sheria ikuongezee marafiki, itakuwa ya maana hiyo sheria. Sheria ikuongezee kupendwa, sheria ikuongezee kuombewa mema, sheria ikuongezee watu wa kukuona wa maana e, kwenye bibilia Yesu alipokuja alizikuta amri kumi na maelfu ya sheria. Akaulizwa sheria hivi, ipi ambayo ndo kabisa ya maana? Yesu akusema zote za maana, alipunguza zikabaki mbili, alipunguza sheria zikabaki amri, na vyote vikawa ni umo umo tu ni umo umo tu, ni amri hizo hizo, ni sheria hizo hizo, kwa mtu utakayeelewa. Lakini kama sivyo, tuchukulie katika zile amri kumi alipunguza zikabaki mbili, zikabaki mbili ambazo mimi, kitu ambacho kabla sya kusomea hilo andiko, hapo kabla sya kusomea ninachojua kwamba kazi ya maarifa, tukise pale ambapo hata Bibilia itabiri maarifa yataongezeka. Maarifa yanapoongezeka ni kupunguza nguvu kazi, nguvu inayotumika itumike nguvu kidogo yatokee matokeo makubwa yenye faida kubwa. siku Mungu akiona vema, siku Mungu akiona vema, kuokoa Afrika, kuiokoa Tanzania. Nawahakikishia sehemu nyingi, maeneo mengi tunazoita ajira, hatutaziita ajira tena, hatutaziita ajira. Mi nawajulisha tukiamua tuishi kwa, kwa namna ya maarifa ambayo Mungu alitaka tuwe nayo hadhi Mungu alitaka tuwe nayo, hatutahitaji polisi, hatutahitaji mahakama, hatutahitaji magereza. Hiyo ndio dunia ambayo watu wanaopiga hatua, ndo dunia wanayoiendea. Ukiziona hatua kubwa zinachukuliwa hasa ni za ni kwa raia wa nchi zingine wanaokuja kuleta madhara kwenye nchi zao, ama raia wao anayeshirikiana na maslahi ya nchi zingine ili kuathiri taifa lao, lakini huwezi ukaona magereza, mahakama, polisi uhamiaji watu watisi, wa tisi wa, wa, watu wa security wote wanaangaika na raia wao, na kwa sehemu kubwa sisi, mi nikujulishe tu atuangaiki na raia, ili tuwe baraka, ili tuwatengeneze, watuombee, ili tuwatengeneze, watufurahie, ili tuwatengeneze, watubariki, yani sisi sheria mamlaka zetu kwa sehemu kubwa si, ni, niwambie, Mungu Mungu, sijui sijui itumike njia gani? Sisi si, kwa sehemu kubwa, sheria zinasimamiwa kuudhi, kukomoa, kutesa, kuumiza, kutengeneza maadui zaidi, kutengeneza kuchukiwa zaidi, kulaaniwa zaidi, kutazama vibaya zaidi Hapana, njoni tuzungumze. Wananchi, njoni tuzungumze. Dunia, njoni tuzungumze. Tunaweza kuifanya dunia pakawa salama mahali pa kuishi. Ni sisi wenyewe, hatuna mjomba. Tulioifanya dunia hii hapa tulipo ni sisi wenyewe. Hivi vitu kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa sheria, panakuwa pana mtu anayeweza kuonyesha hivi tunaendelea kuumia na kumizana. Ushindi wowote unaweza ukapatikana ushindi wowote unapatikana baada ya mtu kuumia, unasema lakini nimemwonyesha, lakini nimemkomoa. Au mtu mwingine ana, anaanza kusherehekea ushindi kwamba lakini nimeshinda baada ya kuumia. Hiyo sio hiyo, hiyo ni zaidi ya wanyama. Yaani tuko ni analogi, tunaendesha mambo kianalogi. Mi niseme, njoni tuzungumze wananchi, njoni tuzungumze cheo chochote nawezekana, pengine sahivi tunaelekea kwenye mauchaguzi huku mbele ko, ni kama hapana, tutazungumza. Lakini ngoja kwa nipate kwanza cheo changu, ngoja akina kazi yoyote dia, akina kazi hapana. Sasa tumesha haribu kama sio hivyo, wengine tumesha haribu tu, tu, tu, tu. Wakipata wengine, sisi tunaingia pabaya, hata hapo huko pabaya, dia huko pabaya, salama yako sio Kuendelea kuharibu salama yako, ni kutokea hapa. Kifanyike nini? Yesu alipokuja kusomea tu ili andiko Yesu alipokuja, alikuja kurahisisha. Mimi sababu ya kuongea haya mimi sikubaliani na mifumo inayoitwa, pengine tutapambana kwenye sheria, tutapambana, wacha tukapambane. Hakuna tutakakopambana kule, wote tunaenda kuumia kule wote naenda kuumia. Mi sheria watu ambao akili zao matumizi ya ubinadamu wao wanayotumia sawa, sawasawa. Sheria itengenezwi kwa ajili ya kupambania, sheria itengenezwi kwa ajili ya watu kupambana. Sheria inatengenezwa kwa ajili ya watu kuvuka eneo fulani kwa ufanisi zaidi. Ni mpango kazi, ni utaratibu wa kuwavusha watu kwenye eneo fulani, ili wavuke kwa uelewa wa pamoja, kwa ufanisi mkubwa zaidi. Sisi hizi sheria tunazoita kupambana, tutapambana kwenye sheria, tutapambana, hakuna naye nufaika Hakuna anayenufaika, hakuna anayepata raha. Huwezi ukapata raha ukiwa mtu umemuumiza mtu analia, umeshageuka wewe, ni pepo tu pengine, ni pepo tu. tuko wapi? Hebu hebu nsome hili andiko, nsome hili andiko katika kitabu cha Marko sura ya kumi na mbili Marko sura ya kumi na mbili Nikusii mtu yoyote, na hasha hapa pengine panaweza pakawa na zaidi ngoja tuonyeshe msuri hakuna. <sighs> Marko 12 mstari, nianzie mstari wa 28. Na mmoja wapo wa waandishi akafika akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vema, akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia, He, Israeli, Bwana Mungu, we, Mungu wetu ni Bwana mmoja nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Yesu alipokuja aliyakuta maamri kumi masheria maelfu, vyote akavikonveti akaviweka kwenye amri mbili. Sheria kwa mujibu wa le, kwa lengo sheria kwa lengo ambalo Mungu alikuwa nalo, ilikuwa kadri wanadamu tunavyoongezeka maarifa, tunavyoongezeka maarifa, sheria ndio hiyo inatoeshwa kabisa, yani isiwepo neno tutapambana kwa sheria tutapa sheria hazitu wanadamu kabisa, ambao wako wako kidigitali, wako upgraded, wako uh, uh, uh, updated wanadamu walivyotakiwa wawe, wanapiga hatua. Sheria hazikuwa kwa ajili ya kupambania, tutapambana kisheria, hakuna nayenufaika hakuna. Yani hii mi naikataa, naikataa, naikataa nakataa. Kwenye sheria huku hatumpate mtu tunaye mtaka, hatutaipata Tanzania tutakayoifurahia. Huku kwenye sheria tutapata majeraha ya, yani tutatengeneza jamii yenye kuchukiana wakati wote. Tulihitaji hatua ya wazi, hatua ya wazi ambayo tusingeita ajira kusimamia sheria panapokuwa mtu fulani anaumia, tena asiye na hatia, au ambaye mifumo ya sheria husika imemtengenezea mazingira yaonekana na hatia. Sheria imebanabana vitu mpaka mtu anajilazimisha, analazimika kwenda kufanya kakitu ambako sheria yenyewe itamdaka tena na kusema na hatia. kwa kuitengeneza Tanzania dunia nchi ni sisi. Mi napiga hii kelele, shauku yangu sauti hii ingekuwa na thamani, yani ninavyosema watu muyatazame mambo hivyo, la haitokei. Okay. kuna kitu nakaa, unasema anyway, Mungu kwa kulisema, niwe mwaminifu kwa kidogo, utaniamini kwa makubwa, natoa hiki kichache hebu kifanye, siku moja nikiongea, watu waone hivi navyona mi kwenye swala hili la Gwajima na mengine yaliyonipiga mimi. Kimsingi, nikija mahakamani, nikienda mahakamani, nashangaa kila kitu. Nikienda polisi mimi nashangaga kila, yaani nashangaa kila kitu kila kitu, sema hivi Kweli kabisa tujuwacho, hii bado inawezi kabaki ni ajira. Yani sisi sheria zikawa kwa ajili ya kupambania, yani ni kupambania, sio kusohia mambo, sio kuvukia mahali. Mi nashangaaga gani, hata nimeenda ni, ni mwenyewe polisi, nimelazimika ni, ni, ni, ni, ni kwenda polisi ama mahakamani nashangaa kila kinachoendelea naonaga, anayeishi ndo nakwenda kuprovu kwa kipimo cha kimungu kwamba anayeishi sio mtu aliyeumbwa na Mungu. Huyu ni kiumbe kajibadilisha, kajibadilisha kawa zaidi ya wanyama wa porini, kwa sababu kiumbe aliyetokana na Mungu hawezi kusovu mambo kwa njia hii. Hawezi kutumia sheria kama kitu cha kubishania sheria kuwa kitu cha kupambania. Sheria ni, ni utaratibu wa watu kuvuka sehemu. Mungu ahadi yake ilikuwa hivi, ahadi yake ilikuwa hivi, baada ya Yesu kuzipunguza zikabaki mbili, alitaka wanadamu baadaye wangezifanyia zile kazi, kwa sababu ile, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote mpende Bwana Mungu ni mema, penda kufanya mema kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote, kwa muda wako wote, kwa uwezo wako wote utapata wapi muda wa kufanya baya kama muda wako wote, nguvu zako zote zi, zimetumika kufanya mema? Na la pili ni hili: unalopenda kutendewa usimtendee mwingine, mpende jirani yako kama nafsi yako. Unafikiri pana sheria gani itatungwa? Ianze kudhibiti, ianze kudhibiti mtu? Tuanze kupambana, sheria tutapambana, twende tukapambane mahakamani. Hivi mahakamani, sheria sisi tunatungaje sheria ziwe za kupambania? Kwa nini tusitunge sheria za kutuvusha mahali, tukiwa tunaongeza kufaana, tukiwa tunaongeza kuombeana, kubarikiana? Sisi tu, tu, tuna sheria. Ndo maana nakwambia sisi tunaishi analogi iliyo zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita. Hata miaka elfu mbili iliyopita waliishi kwa ubora kuliko sisi sheria hazitungwi wala Mungu hakuweka wa sheria kwa ajili ya watu kupambana, aliweka sheria kwa ajili ya watu watu ku, ku, ku, ku, ku, kufanya kwa ubora zaidi. Nitakuja kusomea siku nyingine katika Ibrania nane mstari mshema, wa kumi, anasema maana hili ndio agano nitakaloagana na nyumba ya Tanzania, nyumba ya watu wangu baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake, na kila mtu na ndugu yake, akisema mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao. Mungu aitaka tuwe na hatua kubwa, tufike mara sasa, tusiwe na sheria yoyote Hicho kitu nchi za watu wanaofikiri vizuri wameshapiga hatua kwenda hapo. Mimi niseme tuachane na mipango ya kumtabisha kumsumbua mtu, tukisema tutazitumia sheria, mahakama eh, polisi, yani huko ni kugeuka kuwa nyoka, kuwa kuwa zaidi ya wanyama haupati thamani zaidi ukiongeza kiwango cha maadui, kiwango cha wanaokulaani, kiwango cha wanaokuombea mabaya. Njooni tuzungumze, njooni sheria hizi zitumike kutuongezea marafiki, kutuongezea wanaotubariki, kutuongezea wanaotuombea mema, kutuongezea ufanisi usio na mtu yoyote kuumia. Kama Mungu atavuvia maneno haya, pasiendelee kuwepo na mapambano. Njoni tuzungumze, mambo ni mabaya kuliko kufungwa kwa kanisa la Gwajima. Njoni tuzungumze, tutoke mahali hapa. Njoni tuzungumze, wa kutengeneza nchi ni sisi wenyewe wa kutengeneza maisha ndio tupo. Tumeumia, tulioumia pengine tumeumia kwa sababu tunaweza tukawa na sauti inayoweza ikawa ina ina nguvu au inashawishi mioyo ya watu kubadilika, kwamba ikiwa na huyu aliyeumizwa kiwango hiki, bado nataka tutoke kwenye mkwamo huu. Anyway, asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyayetoka kumhifadhi sifa, lakini yule aliyayetoka gerezani Anasema itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, atakayefiwa, ama afaaye katika Bwana, tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, msemaji wa mwisho, akimu wa mwisho yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.